Kwanza tuanze kwa kuipongeza pe... Simba. Tumekuwa na kiwango bora sana e, kila kitu kizuri kiko ndani ya Simba Sports hivi sasa. Unapozungumzia kocha bora NBC tuwalijifunza ya Davis. Unapozungumzia kiungo bora wa wa ligi kuu ya NBC unaweza ukatoka kidogo nje ukaenda kumzungumzia Faisal Salim. Lakini ukizungumzia mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Agua. Ukizungumzia mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Agua. Ukizungumzia goalkeeper bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Musa Kamara. Ukizungumzia ukizungumzia msemaji bora wa NBC unazungumzia Ahmed Ally. Kwa hiyo tumekuwa na msimu wa mafanikio sana kwa Simba Sports Club. Tuwapongeze kila ambaye ameshiriki na hata ukienda kuangalia Eh, mapato, timu ambayo imeongoza kwa mapato mengi kiwanjani unayekuta Simba Sports, kwa maana yake ni kwamba tumekuwa vile vile na mashabiki bora kweli kweli. Msimu huu sisi kwetu, wana Simba, msimu huu ni msimu wetu bora kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miaka minne. Wanisemaje hapa, msimu ndio memaliza damchacha kabra y mechi ulisema kwamba uh, unakuja uwanjani kuagana na mashabiki wa Simba mara baada ya kumaliza rasmi msimu wa 24/25, siina amba mchezo mmoja ambao kunao mbele, baada ya siku uh, tatu, tarehe mm -hmm. ishirini na tano aakareuleo yeah, kuwa... tulikuja kuagana wanasimba, kuagana nyumbani kwetu. Uh, tumekuwa na tukitumia uwanja wa KMC na mantiki hiyo ni kwamba hata kama kuna mechi nane mbele hatutocheza katika uwanja wa KMC msimu huu kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa leo tumekuja hapa wanasimba, tumeagana, na kila mwana simba amefurahi, na ni wapongeze wanasimba, wamekuja wengi sana katika mchezo huu wa leo tumeagana, tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC 2024 2025 katika uwanja wetu wa nyumba. Labda niseme kitu kimoja, najua mna kiu na shogho, labda niseme na siku nyingi hamjanihoji, nina nina kama wiki mbili tatu hivi, sijapokea simu ya mwandishi yoyote yule kunitafuta tuzungumze nikasema, waandishi washaaliz waandishi, mmesha mchoka namna hii, media hii anitafuti kunihoji sawa, wasemaje? Unazungumziaje? Maana maneno yamekuwa mengi, wanasema msimamo kama club bado paka. Sasa ni vipi ile promo mnaitumia, hamtoi aka kama ta k aa meungakuk kwanza ieleweke kitu kimoja eh, hakuna mahala popote ambapo eh, ratiba ya ligi ikitoka unatakiwa uthibitisha unacheza ama hachezi. Hiyo hiyo hai, eh, ratiba ya ligi ikitoka maana yake naanza maandalizi kuelekea katika katika mechi, na mimi nichukue nafasi hii kuwaambia Wanasimba taarifa rasmi, na kwa kwamba kama kutakuwa kuna lolote kuhusiana na mechi ya tarehe 25 kwa maana yakishokutwa, tutaweleza, lakini kwa sasa niseme tuya kwamba tumecheza mchezo wetu wa mwisho nyumbani wa ligi kuu ya NBC 24 25.